Acaresi mgogo inaleta kero yangu Lembuka Lembuka, hii kunanilea mimi, ilikuwa nanitunza mimi. Sasa hakuna kitu chochote cha kuweza kunitunza mimi, kwa hiyo ndani sina chakula chochote zaidi ya Lembuka Lembuka, ndio hii kunanilea mimi. Sifanyi biashara ni kuwa ni wanafya wa usafi, nikuwa nafanya usafi, inaporudi pale narudi na pesa kidogo na chakula kwa wingi. Sasa ndugu, mkoa wetu inaomba Lembuka ikae sawa, iweze kunisaidia chakula eh, swala la kuomba Lembuka eneo la isitu kitongoji cha Isitumini. Sababu kubwa ilikuwa ni walemavu wenyewe walemavu bala ya kwanza wale... kuja ofisi ya kata kuomba kwamba wanahitaji kufanya kikao na uongozi wa serikali ya vijiji cha Isitu na uongozi wa kata. Mimi kama mtendaji nilimwakilisha mheshimiwa diwani, lakini nikuwepo na watendaji wangu wote sita. Lakini katika kikao kile, kulikuwa kuna viongozi wa shirikisho la walemavu wilaya walikuja pale ambao ndio walikuwa wasimamizi wa kikao kile. Baada ya kikao kile, wale walemavu wenyewe waliandika muhtasari ambao ulienda kwa mkurugenzi wa halmashauri kwamba wanahitaji eneo lao waweze kulitumia. Mkurugenzi wa halmashauri alirudisha kwangu kwamba suala hili la mnada lipo chini ya ofisi ya mtendaji wa kata. Mimi kama mtendaji wa kata, baada ya kupokea muhtasari ule, nakala muhtasari nilipeleka kwenye ODC kwa maana ODC ilipokea maombi ya walemavu kwamba wanahitaji eneo lao. ODC ilifanya michakato kuangalia eneo gani ambalo linaweza likafaa kwa ajili ya mnada. Baadaye tuliangukia eneo Tusuala, la chama swala la makubaliano na walemavu pale, kwa walemavu wao waliomba lile eneo, walidai wanahitaji kujengewa chuo ambacho kitawasaidia walemavu kupata ujuzi utakaopelekea kujikimu kwenye vipato vyao. Hayo ndio maelezo ambayo walikuwa wametoa mwanzo, lakini baadaye ni kweli walikuja wakasema kama lembuka inaendelea basi iendelee, lakini na sisi tuwe na maslahi. Ikumbukwe vipato vyote vinavyopatikana, sisi kata hatuna mamlaka, vyote vinakwenda halmashauri, baadaye halmashauri ndio inarudisha maendeleo kama ambavyo tulikuwa tunaelezea. Tulikuta sisi kama walemavu wa kata ya Chimala hatuna basi la yoyote kwenye ule uwanja, isipokuwa kuna watu wananufaika. Kwa hiyo ninaomba, kama mimi ni mwenyekiti wa walemavu wa viungo wa kata ya Chimala, natoa agizo kwamba kama endapo lembuke tarudi pale, unasema asilimia sabini wilayani au halmashauri, asilimia thelathini kwa walemavu Alafu kama sisi ni wahitaji wa kujengewa chuo tutatafutiwa eneo lingine. Sasa ombi langu nasema hivi isije ikawa siasa, chuo tusijengewe, asilimia thelathini tusipewe, lembuka imerudishwa kule kwa kwake, itakuwa impendezi Mungu. Naomba sana tafadhaliayo, waanze na mheshimiwa diwani, usimamie hapo ukazindue lembuka pale, na asilimia thelathini inakwenda kwao watu wenye ulemavu, asilimia sabini itakwenda kwenye halmashauri. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lembuka Le oye. Aya, swala lingine nitaomba na viongozi wa Chama cha Mapinduzi wa kata watashiriki kuipokea lembuka pale UWT, UVCCM, jumuiya ya wazazi, na mwenyekiti wa chama wa kata na katibu yake na kamati ya siasa, mkiipokea Lembuka pamoja na mheshimiwa diwani. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, endelee.